Kwenye hizo nafasi na kesho hawapo, ninyi mtakuwepo kwa sababu ya taaluma zenu. Simameni, stand up, stand for our country. Nchi yetu ni watoto wenu, nchi yetu ni wajukuu wenu, nchi yetu ni mama mdogo, mama mkubwa, shangazi. Wanadamu wote ni ndugu, narudia tena, wanadamu wote ni ndugu, we are all from the same family. Pengine kwa sababu ya muda mwingi umepita, tunasahau lakini asili yetu wote ni kutoka kwa Adam na Eva. Sisi wanadamu wote ni ndugu. Akitekwa mama, itakuuma sana, akitekwa dada, itakuuma sana, akitekwa mwanao, itakuuma sana. Leo haikuumi kwa sababu unahisi hao si ndugu zako. Sisi sote ni ndugu, na watekaji wamefika mahali ambapo wana ujasiri. Nikamsikiliza mkurugenzi wa Jamii Forum Mero anasikika anasema kwamba yeye alipigiwa simu akaambiwa na mtu bwana, tutakuteka tutakuua, na Watanzania watakulilia kwa siku tatu, halafu baadaye watasahau. Yaani mtekaji ana ujasiri wa kukupigia simu na kukwambia bwana, tutakuchukua, alafu Watanzania watalia siku tatu, watakusahau. Anakupigia simu, ndugu zangu, we must wake up. Huu utekaji tuna uresisti kwa nguvu zote. Mimi binafsi na uresisti leo, kesho, wiki ijayo. No, it can't happen in our country. Jambo hili lazima likataliwe. Hatukuliona kule nyuma. Hii ni dharau iliyopindukia kwa mtekaji kukupigia simu na kukutisha. Leo watu wengi wamekimbia nchi, mwanamapinduzi ya askofu wetu hayupo, wamekimbia. Sikiza nikwambie kina Mwakipesili wamekimbia, wengi wamekimbia, wako nje. Wengine siwezi kuwataja kwa sababu ya hadhi zao. Maaskofu wa madhehebu makubwa kabisa wamekimbia nchi kwa sababu tu ya kusema sema, yakusemasema. Sikiliza niwambie, at least mimi ni kiongozi wa taasisi. Unapokuwa kiongozi, watu wote hawawezi kukubaliana wewe hata kwenye taasisi zetu za kimungu kabisa ni kanisani au ni msikitini, si watu wote watakubaniana na wewe, na pamoja na kwamba ni waumini wako wa kukusema sema, wapo wengine watakusema kwa sababu za uongo, zitakuuma kama kiongozi. Lazima uwe na kaleji ya kumeza hayo maneno. Ukiwaua watu utamtawala nani? Ukiwateka watu utamtawala nani? Itakuwaje baada ya hapo? Unaweza kuwateka ukashinda uchaguzi, baada ya kushinda uchaguzi kila uliyemteka ana mdogo wake, ana mjomba wake, ana shangazi yake, ana kaka yake, ana ndugu yake. Baadaye nchi itakuwa kwenye uchungu ambayo itakuwa ni ngumu sana kuiganga. Amken, nasema tena, this is the last wake up call, hii ni kengele ya mwisho ya kuamsha kwamba, amken, tutapoteza nchi. Kataa utekaji Disappearance of persons. Kwa mimi siamini kabisa kama kwa vyombo havifahamu, lakini vyombo tangu mwanzo nimesema sio vyombo, lakini kuna kakitu fulani ambako huwezi kugusa, kwa sababu kuna watu wengine wanapotekwa wanakuja wanaelezea. Kwa mfano kuna huyo bwana aliyetekwa yule Satifa nafikiri, ambaye alipelekwa anasema mpaka Katavi, pigwa risasi akaachwa kule mahali. Aliporudi anaelezea kabisa, nilichukuliwa Dar es Salaam nikapelekwa mahapa, anaelezea. kwa hiyo, haiwezekani kwamba watekaji hawa hawafahamiki kabisa. No, wanafahamika lakini kwa nini hakuna desperate means za kuwapata? Why? Mtu anaweza kunijibu kwa unafiki akanijibu asema, hey, we Gwajima bwana, hawa watekaji unasema wanafahamika, basi tuambie ni kina nani? Ndugu yangu Mo alitekwa pale Korosiam, wakati ule mimi nilipiga kelele, rudisha Mo. Kama unabisha nenda kwenye YouTube, nilisema mrudisheni Mo na wakati huyo rais alikuwa Magufuli. Wedha Magufuli, wedha yeyote, utekaji haukubaliki any time. Wakati kina Roma Mkatoliki, Romamkatoliki wanatekwa, nipiga kelele. Wakati utekaji ulikuwa umeshamili, nilipiga kelele tangu wakati wa Magufuli, na wakati huu sikubali utekaji. Kwa mambo mema ambayo mtu ana nia, ni yetu sote, it does not belong to a single entity It belongs to all of us. Tanzania ni yetu sote, si mali ya mtu mmoja, ni mali ya Watanzania wote. Siasa huja na kuondoka na wanasiasa huja na kuondoka, lakini Tanzania inadumu vizazi hadi vizazi, lazima tu.